Moja kati ya stori kubwa ni kuhusiana na Feza Kesi na Alikamwe, msemaji wa klabu ya Young African wenyeji wa Jangwani. Sasa big story iko hivi, ni kwamba siku ambayo azizikia anamuoa Misa Mobeto, kuna klipu ambayo ilimuonesha Alikamwe anachukua namba ya simu kwa Feza Kesi. Watu wengi wakasema kwamba Alikamwe ndo injinia wa mipango yote. Ukisikia mchezaji wa Yanga ana demu mkali, ana mwanamke mzuri, basi Alikamwe ndiye ambaye anacheza nambari tisa pale, anahakikisha kwamba mchezaji akimtaka mwanamke mzuri ni lazima atampata. Sasa kwa feza kesi stori ikaja tofauti. Ilionekana kwamba Alikamwe yeye ndiye ambaye anamuhitaji feza Kesi. Sasa e, Mwijaku katika stori za hapa na pale, kuna nini ambacho kilitokea? Kwa nini feza kesi na alikamwe imekuwa ni mijadala ya kila siku? Katika hili Mwijaku amelizungumzia leo Crown FM na akazungumza na Alikamwe. Mazungumzo yalikuwa hivi Fedha Kesi juzi alionyesha meseji ambazo wewe una chat naye, na ukiwa unambembeleza mara ya kumwita bebi, kujibebisha <laughs> lakini anasema kuwa wewe ndio unambembeleza, ye hana mpango na wewe. Nikamuuliza Fedha Kesi, unayozungumza haya ni ya kweli? Akaambia Mwinjako, mimi nimempa namba, lakini mimi sina mpango naye, ndio maana yuko analialia muda wote. Mm. Nikasema nikupigie ni, ni kweli una chati na Fezza, amekutolea nje hilo la kwanza la mm, pili, hii minong'ono anaoiendeleza Fezza Kessy, nini kinaendelea baina ya wote wawili, kwa sababu wewe tunaona umekaa umemove on na vitu vyako, lakini yeye bado fedha anazungumza kuhusu kuombwa namba, anazungumza kuhusu wewe. Kwanza alisema alishangaa wewe ujasiri umepata wapi kuomba namba, lakini pia bado anasema kuwa nafasi yako wewe kwake ni ndogo, ndio maana hakujibu mesaji zako. Unalipi la kujibu, ndugu yangu msemaji? ni kipindi ambacho tumemliwa na Mwenyezi Mungu tufanye sana niradi tumtaje sana hii kabisa. Sasa muda huu jua la kuzungumzia mambo hayo, kikubwa ni kwamba, kikubwa ni kwamba mm, binti huyo huyo alifanya mahojiano akasema nimechukua yeah, namba yake neu na kumtafuta ndio kesho yake akafanya mahojiano mengine, akasema na msumbua na mtafuta, na wewe ukawa shahidi kabisa wa kusoma hizo message, na wewe ni shahidi mzuri wa kudhibitisha hilo. Kama ulisoma hizo message au vipi? Ndio, lakini kubwa mimi, uh, sioni sioni kama kuna hata wao lazima kwa hilo jambo kuwa na mjadala, aidha nilimtafuta aidha sikumtafuta. Mmm, Fezza anatakiwa aelewe, yeye ni binti mzuri, ndio, binti mrembo mambo ni binti ambaye anavutia watu wengi, yupo kwenye ndoto za wanaume wengi ndio. Kwa hiyo sometimes vitu anavyofanya hivyo vinaweza kumexpose na vikafanya hata wale ambao wana ndoto naye wakawaka wakaogopa waka, wakaishia waka njiani. Kwa hiyo nafikiri mm. uh, kwa ukubwa wake, kwa busara zake, kwa uzuri wake, yako mambo mengi sana ambayo angeyafanya na jamii ika mm. appreciate kuliko hilo jambo ambalo analifanyia heka heka kila siku round Crown Media. Sasa hichi ndicho ambacho kimezungumzwa baada ya Mwijaku kufanya e, mahojiano na Alikamwe ambaye ni msemaji wa klabu ya Young African kupitia e, kipindi chao pale Crown FM. Sasa nadhani wewe pia ni mmoja kati ya watu ambaye unafuatilia vizuri sana habari za kiburudani na Feza Kessy ni mmoja kati ya wanawake ambao wanavutia kwa upande wangu, sijui kwa upande wako. Na kuuliza kwamba je, unadhani alichokifanya Fezza Kessy kumdhalilisha, naweza nikasema kumvua nguo Alikamwe ni sahihi? Kama wewe mwanamke unadhani, kwa upande wenu imekaaje hii? Je, ni sahihi kumexpose mtu katika media kwa kuwa amekutongoza ama anakuhitaji kimahusiano? Na kwa upande wa wanaume nawaachia ili swali, unadhani Fezza Kessy anastahili kupewa jina gani? Anastahili kuitwa ni mtu wa aina gani? Ni mwanamke wa aina gani katika hichi ambacho amemfanyia Alikamwe. Nadhani tumekuwa na utaratibu wa kuteteana wanaume, lakini katika hili ninaacha kama mjadala. Tuzungumze hapa chini katika box la comment, niambie unadhani alichokifanya Feza Kessy ni sahihi kama sisi wanaume, mwanamke wa staili kama hii tunastahili kumcategorize kama mwanamke wa aina gani? Ama tunastahili kumjadili katika kikao chetu kwamba nini ambacho kifanyike ili mwanamke wa staili kama hii asirudie tena kufanya vitu kama hivi? Kwa upande wa wanawake, nawaachia nyie katika chumba chenu ambacho mmekaa saluni, mnazungumza, hebu niambie nyie mkiwa saluni, mwanamke wa staili kama hii, je, ni mwanamke ambaye mkiwa naye saluni, haya ndiyo ambayo mnamtuma aje kuyafanya huku katika vyombo vya habari, katika media? Kama siyo nyie, huyu mwanamke mnamuhitaji? Sasa nimewachia assignment wanawake, mtuambie kwamba huyu mwanamke kwa upande wenu mnamuitaje, na upande wa wanaume pia nimewachia assignment kwamba katika kikao chenu cha mwisho mlizungumzia nini kuhusiana na mwanamke wa staili kama hii ambaye anavifanya vitu kama hivi. ndaipitia comment moja baada ya nyingine kuangalia nini ambacho umekiandika kuhusiana na hichi ambacho kimetokea kwa Fezza Kessy na Alikamwe. Tujikumbushe tu, Alikamwe ni mmoja kati ya wasemaji ambao wa wamekuwa na exposure kubwa sana na kuwa na mafanikio makubwa sana tofauti na wasemaji wengine ambao wamepita kipindi cha nyuma, waliokuwa ni vijana. Tukiachana na Manara, tukiachana na Antonio Nugaz, tukiachana na Jeli Muro na wengine wengi ambao walishapita kipindi cha nyuma, sasa tumeona Alikamwe wamemwamini amekuwa ni kijana ambaye ni tija kwa timu ya Young African ni mtu ambaye anakuja vizuri na mawazo chanya, lakini mambo kama haya ya kidunia tu ndo ameshindwa ku, kuyahendo ama ameshindwa mbinu za kuweza kuwakamata hawa mabinti e, mpaka leo hii wanakuja katika media wanamu expose kwamba e, Alikamwe huyu hapa, meseji zake hizi hapa, ananitaka mimi, anahangaika na mimi mimi simtaki huyu sasa nadhani hichi ndo ambacho amefeli, lakini kwa upande wa media ni game changer kwa vijana wa lika lake kwenye upande wa usemaji, lakini upande huu tu ndo upande ambao ameshindwa kuyapata mafanikio kama ambavyo ameyapata kaka yake Diamond Platinum. Anyway, mimi nishukuru sana kwa muda wako. Niseme tu nashukuru kwa kutuchagua, kwa kutusubscribe kwa YouTube channel yetu na kuendelea kupata stori zote ambazo zimekaa kiburudani na zimekaa kiucheshi zaidi. Mimi niseme kwa siku ya leo nikuage tu niseme siku njema iwe nawe. Nikushukuru kwa muda wako. Mwenyezi Mungu akubariki, kama ni Mwislamu basi, funga yako ihesabiwe na ubarikiwe zaidi, pale ambapo unatimiza matakwa na maagizo ya Mwenyezi Mungu aliye hai. Siku njema iwe nawe. Niseme tu kwa leo, tuishie hapa. bye bye.